Kupeni kisa cha mmoja katika watu waliojitambua. Na esi mwingine, ni bwana mmoja mkubwa katika wanachuoni wazee wetu, tena wa kitarikha. Wengine anamwita Ibrahimu El Adham, wengine anamwita Ibrahimu Adhum, Mungu wa mrehemu. Mimi nikimtaja bwana huyu mara nyingi husema ndio role model wangu. Lazima uwe na role model katika maisha, unaishi kama nani Ibrahimul Adham siku moja ali alijiwa na hamu ya kwenda mji alokuwa akiusikia kule wamezikwa watu wakheri, akawazuru. Lakini kule kuna mambo kadhakadha ya kiutalii, akatembelee. Uislamu unaruhusu. Ibrahimul Adham hadha naye akataka kusafiri, lakini mji huo hajawahi kwenda hata siku moja. Jamani, ninachokielezea hapa almuminu manfaa almuminu muumini, manfaa ni nani? Ni manfaa wakati ameanza safari ghafla, akakutana na mtu mwingine. Hakuwa Muislamu, tena ni kiongozi wa dini huko, ikisemekana ni askofu kabisa. Anamjua huyo askofu, anamjua Ibrahim al-Adham, lakini Ibrahim al-Adham hamjui yule bwana. Na siku zote ndio ilivyo, mwenye kujulikana mara nyingi hajui watu kama vile mwenye kuonekana haoni watu. Wakasalimiana, wakatambulishana, safari ikaanza, lakini wote hakuna hata mmoja ajuae wanapokwenda. Sawa sawa, haya twende. Wakawa wamechukua chakula huku walichotoka nacho kwa kujua, najua safari za kizamani. Wamefika pahala, wakakutwa na njaa, wakala, wakaendelea na safari. Kumbe bado huendapo ni mbali. Wakasogea tena, ukafika wakati ya jioni, njaa zikawashika, wakala asubuhi wakala chakula kikawaishia, kumbe safari ni mbali. Kila wanaemuuliza wanakutana na watu wa vijijini, sijui huku, lakini kule kwetu ukiulizana na mtu pahala wapi unakwenda, wenyewe wanakwambia tizama kwapa lake, tizama kwapa. Ah, anakwambia ni hapo kidogo, hapo ukishuka hivi, basi ujue ni karibu. Anakwambia hapo hapo, ukiliona kwapa tu usende mbali tu wala. Wala. Muhammad. Sasa walikutana na wale watu, ah msafika, msafika sio hapo hapo kidogo. Lakini kuna kibonde ukivuka hivi tu. Awala hawakujua saini ile. Wakaenda, ikafika pahala, njaa zikawauma tena chakula kishaisha. Nini cha kufanya? Yule askofu yule anamwambia Ibrahimu al-Adam, una wasiwasi gani bwana? Na sisi ni watu wa Mungu. Wewe kiongozi wa Kiislamu. Na mimi kiongozi wa huku nilipo, tunawaswasi gani? Haya, tufanyeje? tumuombe Mungu hatatuka